Sauda anaanza kusimulia mkasa wake kupitia huu waraka nilionao mkononi. Anaanza kwa kusema habari za hapo studio, Mwinjilisti Mtembezi, pamoja na wasikilizaji wote wa nchi ya ahadi. Mimi kwa majina naitwa Sauda Hilali, kwa sasa nina umri wa miaka 25 na nilizaliwa huko katika jiji la Dar es Salaam wazazi wangu wote walikuwa ni wazalamu kutoka huko Bagamoyo. Sauda anasema, kwenye familia yetu tumezaliwa wawili, mimi nikiwa kama mtoto wa pili, huku mtoto wa kwanza akiwa ni kaka yangu anayeitwa Jamal, ambaye nitamwelezea huko mbele ninakuendelea kusimulia umkasa. Kiufupi, familia yetu ilikuwa ni familia ya kawaida Yani, ilikuwa ni familia ambayo haikuwa na uwezo sana wala sio maskini sana. Yani kiufupi ni kwamba ni familia ya kawaida iliyokuwa na uwezo wa kumudu gharama za maisha za kawaida. Sauda anasema kabla ya yote, kama ilivyokuwa kwa wenzangu, mimi pia naomba nikupongeze sana, tumishi wa Mungu unayesimulia hii mikasa kwenye hiki kipindi chako kiukweli nathubutu kusema ni jambo jema sana na linasaidia sana hasa kwa sisi ambao tuna mikasa kama hivi kuweza kufikisha ujumbe na mafunzo kupitia mikasa yetu hii. Kiukweli mmefanya jambo la maana sana, na naomba msichoke, hasa wewe msomaji wa hii mikasa. Mungu akutie nguvu sana ili uendelee kusoma na mikasa mingine itakayofuata baada ya huu wa kwangu. Sauda anazidi sasa kutusimulia anasema, mimi binafsi ni mfuatiliaji mzuri sana wa mikasa hapa kwenye hiki kipindi, japokuwa si kuanza mwanzo kabisa. Nakumbuka mimi nilianzia kwenye mkasa wa Gorina, na sijawahi kukosa hata siku moja, tangu siku ya kwanza nilipogundua kwamba kuna kipindi kizuri kama hiki kinaendelea kupitia kituo hiki cha redio. Sauda anazidi kusimulia hapa anasema, mimi sitazungumzia sana maisha ya utotoni, maana kiukweli tangu na kuwa hakukuwahi kuwa na matukio ya ajabu, ila mengi yalikuwa ni matukio ya kawaida kama ambayo naamini kabisa yamewapata watu wengi katika ukuaji wao, ila mimi sasa nitapita pita kidogo kuzungumzia elimu yangu na baadaye nitaingia kwenye kiini hasa cha huu mkasa wangu. Sauda anasema nimesoma shule ya msingi kule kule jijini Dar es Salaam kwenye shule moja ya Tegeta nadhani kwa wale wenyeji ama kwa wale ambao walishawahi kufika Dar es Salaam watakuwa wanaifahamu. Baadaye nikajiunga na shule ya sekondari Kanosa ambayo nayo na pia nami ni kuna watu watakuwa wanaifahamu. Sauda anasema sasa, kuhusu familia yangu, iko hivi. Familia yangu mimi ilikuwa ni familia yenye msimamo mikali sana ya kidini kama ambavyo majina yangu na